Hai, mambo. Leo tunapika pizza ya ugali. Ndio, pizza ya ugali ni tamu sana, yani usiache kujaribu hii recipe, kwa sababu tulivyojaribu a, ni tamu ajabu. Basi um, tutakuwa na nyanya, nyama, mboga, viungo vyote kwenye caption. Tutatengeneza pizza sauce, tutaweka oregano pamoja na nyanya ambazo nimevisaga, tutaweka chumvi A, tangawizi kidogo, tutaweka pia mafuta ya kupikia. Baada yapo, sasa tutaanza kupika ugali, tutaweka maji kiasi. Nimetumia unga wa kawaida wa mahindi, hata jina si ujui nimetumia unga wa mahindi gani. Alafu tutasonga ugali. Ukose unga wa ngano, kama una unga wa ugali pika hii pizza, utafurahia kwa kweli. Haya, utasonga ugali usio mgumu sana, mlaini kiasi. Haya, baada ya <laughs> kusonga ntaamisha kwenye kitu ambacho ni flat. Nilitumia hiyo flampeni yangu, kuweka nikabekiza kwanza ugali kidogo <laughs>haya, utaweka flat. Nikaona umweka ufanya kazi vizuri, nkatafuta kijiko kile cha silicon. Unaweza ukatumia chochote ambacho kitafanya kazi upande wako. Basi baada ya kuweka hiyo ikawa flat kabisa Ugali huu umeshaiva, kumbuka nikawasha jiko uh, ili ipate moto sasa kidogo. Na ikipata moto, huwa ina kama inavimba hivi. Bwana bwana bwana, si nikawaisha sii, nilikuwa na wai wapi, unamjua, nasema my lord I wonder, lakini trust the process uh, kulikuwa baadaye nikaona aiapanatuundhata wakikutokea tuendelee tu, nikaiflatten tena, nika nikaifanya iwe flat tena. Jamani, utatengeneza vizuri. Nafikiri niliwahi kugeuza kabla ya muda, moto kiasi basi, nikajikuta kama wala uza chips, nataka nirusha. Nikasema aa, tuli kachukua mwiko nikageuza, and voila kitu hicho hivyo naamini ni ugali kweli? <laughs> Jamani, Mungu bwana! Nikasema sasa muda umefika, nikahamishia kwenye uh, ile sahani ya kwenye oven. Pizza sauce nikapaka, nikaweka mboga za majani unazopenda wewe. Baada ya nikachukua cheese ile mozzarella, nikawa na na na, na grate hapo, kwa sababu niliona ai ni pembeni, nikaweka vipisi vya nyama ambao tayari shachemshwa na shaikia na viungo na vinjegele kwa mbali ndio. Baada ya hapo utaanza kuremba sasa, jamani, pizza ya ugali inarembwa na tohohoho pale. Baada ya kuweka hoho, nikaweka karoti, utakata style unaopenda. Unaweza ukaweka toppings unazopenda wewe nkaekelea pale juu vitunguu, vitunguu maji ndio, nikaongeza na carrot basi, cheese tena na, na, nafikiri kwamba pizza ni cheese iko tayari. Unaonaje? Yani ha, ukija haraka haraka hapa <laughs> basi kawasha oven yangu pale. Ndio, oven yangu inatumia gesi. Baada ya muda mambo yako we Niliacha pizza ikauke vizuri sana, wakati napika bwana si akafika mgeni. Mama, unamwuliza vipi mgeni kwamba hii ni pizza ila ni ya ugali. Basi nikasema sasa hii Mungu saidie tu iwe tamu. Kamba mgeni, wacha tukate alafu tule. Siku nyingine mgeni useme mapema. Aya, ukiwa unaishi peke yako, unajaribu resipi za ajabu, basi. Kama mgeni onja, alafu huyo mrembo kasema mm -hmm, yani ya kula, yani kama utapenda, jaribu hii resipi. Asante kwa kuangalia, bye.